Studio. Nasoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza. Nitakusomea maneno mengi sana kwa hiyo jiandaye kuyapokea yote ukiweza. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Naye ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari ya habari ya habari za vita na matetesi ya vita; angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme kutakuwa nanja, na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua nanyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyenyeshao siku hizo! Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi, wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia tazama, Kristo yuko, yuko hapa au yuko kule, msisadiki kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini, hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwambia yuko jangwani, msitoke; yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo wa mashariki, ukaonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipomzoga ndipo watakapokusanyika tai. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifunzeni mfano tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani matambua, ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika muyaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amini na waambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya, ya siku ile na saa ile hakuna aijiwae hata malaika walio mbinguni wala mwana ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaje, ikawachukua wote; ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa wako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamu ni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua, angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha, wala singaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msio, msio, msio, msio dhani Bwana wa Adamu yuaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye Bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini na waambieni atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi, Bwana wake mtumwa huyo bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.